Hajimanara amemtaka rais wa Yanga engineer Hersi kuitisha kikao cha dharura cha wanachama na amesema pia awachezi mechi ya dabi. Tujue Hajimanara amesema hivyo kwa msingi hivi. Ninafikiri kama kuna kitu watu ambao wanajiita watu wakubwa, tuseme, kwenye industry ya mpira wanachokikosea ni kujaribu ku mimi naona ni kama wana preempt eh, mamlaka ambazo zimewekwa kwa ajili ya kusimamia mpira, yaani wanataka wafanye maamuzi kabla ya mamlaka zenyewe hazijafanya hazijafanya maamuzi. Kwa sababu mimi ninachokiona na sasa hivi ni kama ime, inaenda kuingia kwenye vita ya maneno ya mitandao, kwa sababu kumuona hata Ahmed Ali msemaji wa Simba ameposti kwenye Instagram yake kama anajibu kile ambacho Haji Manara amekisema hmm. Mimi nafikiri kauli ya Haji Manara kusema kwamba e, rais wa Yanga Engineer Hersa aitishe mkutano na, na akaenda mbali zaidi akasema kwamba wao kama wanaona labda ni ngumu, wakae pembeni wawachie wale ambao wanaliona labda wanaweza kuimaliza hii ngoma, wao ndio wafanye. Mimi nafikiri yes, ana uhuru wa kuongea hivyo kusema chochote ambacho nafikiri ni sahihi, lakini mimi nafikiri anafanya makosa makubwa. Kwanza eh, bodi ya ligi haijatangaza tarehe ya mchezo mpaka sasa hivi. Ndiyo. Lakini kitu cha pili hakujaona bodi ya ligi imechukua maamuzi gani, na mm, tunakumbuka wakati mchezo unaahirishwa ilitolewa notisi ya kuahirisha mchezo na, eh, na zikatajwa sababu pale na miongoni ilikuwa ni kwamba kwa mazingira jinsi yalivyokuwa ilionekana kuna vitu ambavyo vinahitaji uchunguzi ambao hawezi kuchukua muda mfupi. Kwa hiyo wameahirisha ili kujipa muda wa kufanya nini? Kufanya uchunguzi. Sasa wakati bodi ya ligi haijatoa matokeo ya uchunguzi wanaibuka watu tuna, wana, wanasema, baba, eh kwamba tuchezi cheza hatuchezi. Mimi nafikiri ilikuwa ni wakati sahihi wa kusubiri kwanza, tuone bodi ya ligi yenyewe itasema nini, itaamua nini, kwa sababu kwa vyovyote vile kama walitoa hiyo notice ya kwamba wapewe muda wafanye uchunguzi, kwa vyovyote vile matokeo yatatoka, na matokeo yakitoka, kwa sababu ni pande mbili ambazo zinatuhumiana tuseme, kwa hiyo kwa, kwa vyovyote vile lazima mwenye makosa atabainika. Tunaamini kwamba watu wataadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo mimi mimi mimi sina uh, shida na uh, Haji Manara kuzungumza, lakini shida yangu ni kwa nini ana, anataka aipangie mamlaka. Kwanza tarehe haijatangazwa, lakini unasema hatuchezi, si unaelewa? Yaani una, wewe maanake haya yes it's okay, umesema labda siyo haki kilichofanyika hamcheze. Haya, mimi nafikiri angekuja na bii yake kwamba kama anadhani wanaonewa, ili hali matokeo hayajafanya nini, hajatoka matokeo ya uchunguzi, hajatangazwa ye anadhani wanaonewa. Sasa ye mi nafikiri angetamka moja kwa moja ni kitu gani angetaka kifanyike, kwa sababu kutocheza mechi au nyinyi mnaona Eh, kwamba hatuchezi mechi tupewe pointi tatu, ambayo kirudi tena kwenye tupewe pointi tatu, haiwezekani tena, kwa sababu anayekupa pointi tatu ndiye aliyeahirisha mchezo, kwa hiyo haiwezekani. Au yes ko, mimi binafsi yangu kiniuliza, nitakwambia maoni ya Haji Manara yana mashiko, kama yangekuwa nabii yake kwenye a hey, anayoisema ya waitishe kikao cha dharura watoe tamko la kutocheza mechi, and then what? tarehe ni ta, mm. mm. mechi, Yone, kwa mechi ta jizua, ya hata tarehe mechi imetangazwa. yep. mm. mm. nafikiri chi tusiwe na wasemaji wengi sana yes, upande mwingine unaweza kuwa na makosa, kwa sababu katika mazungumzo yake ame, ame- ame- ame- alikuwa ni kama anamjibu Kariya, mjibu alametoa, zaka, bazo, ia, na ametoa hoja zake ambazo yeye anadhani ni sahihi, ana haki ya kusema hivi, pengine mengine ni sahihi. Mimi binafsi sitaki kujua kama ni kweli ama sio okay, kweli lakini mimi nafikiri E, Haji mimi kama ningekuwa napata muda wa kumshauri, najua sina mamlaka ya kumshauri, basi mimi ntazungumza tu kama mdau wa mpira kawaida, kwamba Haji, mimi nafikiri asije akatoa kauli ambazo zinaweza zikawaingiza wenzake kwenye kwenye kiti moto, kwa sababu Haji Manara ukiacha nafasi yake hii ambayo ame, ame, ame, kwenye Yanga kwenye, kwenye klabu yake ya Yanga ambayo e, siyo nafasi ya yeye kufanya maamuzi ni nafasi ambayo inataka labda pengine mkae na vitu vingine na vingine. Yani yeye hana ile sei ya moja kwa moja, yeye he is nobody katika, inaweza nikasema kwamba kwenye industry ya mpira sasa hivi haiko kwenye nafasi yoyote ya maamuzi. Ukiutaka waingiza akina engineer Hersi, labda kwenye huo mtego, maamuzi mm. yoyote ambayo atatoka yatawaathiri oh, yeah, moja kwa moja wao. Yeye atabaki tu kama shabiki ambaye anaathirika, lakini lakini ukija kuangalia kiuhalisia, yeye mwenyewe alisema namna nyingine ya kupata aliwataja pale, akasema kidogo ameshatikiswa hata nyamaza makamu Arafat. Kwa hiyo ni kama anajaribu, mimi nafikiri Haji mwenyewe akikaa kama yeah, anakaa anaiangalia tena ile klip, mimi nafikiri kuna namna atakuwa nagundua kwamba kuna kauli zake ambazo zinajaribu kutengeneza tenshen kwenye taifa naweza mwisho wa siku kuigharimu timu, kwa sababu ukizungumzia Simba na Yanga unajua Simba na Yanga ni kama itikadi za dini kwa nchi hii. Yaani kuna watu maisha yao wa yako pale wengine ni viongozi wakubwa wa kisiasa ambao wanaweza akashindwa kuzuia hisia zake ukajikuta tuna, tuna yanatukuta natu, ya yale aliyowakuta ya Wakenya. Sababu ilifikia hatua serikali kanza kuingilia mamlaka za mpira ambayo kisheria kwa sheria za kafu ni ni makosa. Yaani ukiona serikali imeingilia mpira maana yake umeua mpira wa nchi. Ndio kilichowakuta kilichowakuta wenzetu. Kwa hiyo mimi nafikiri Yes, anaweza kuwa kunaweza kuwa kuna mazingira ya kutotendewa haki na vitu kama hivyo, yes. Lakini tusitoe matamko makubwa ambayo yanaweza yes, ya baadaye kaja kuwa ni gharama kwa taifa yes, kwa sababu Simba na Yanga ni okay, kitu kingine katika mpira wa Tanzania, kitu kingine yaani, hapo unazungumzia <coughs> maisha ya watu. Kwa hiyo mimi nafikiri tujaribu kuepuka katika kipindi cha ambacho nafikiri tunasubiri maamuzi ya bodi ya ligi tuone nani ana haki, nani asiye na haki, nani anapata adhabu, nani anapata stahiki yake. Mimi nafikiri tujiepushe na makauli kauli hizi kubwa kubwa so,